Chama mimi nilikuwa ni mojawapo wa kwanza. Tulipofika mwaka tisini na tatu tukapewa fomu, kulikuwa na uchaguzi. Tukakaa muda tukafanya uchaguzi, nikagombea mimi kwenye kiti taifa. Bobu Makani akanishinda kwa kura

Tunataka tusubiri sasa, tuwache chama kuania tulipoanza. Ninaomba serikali ya CCM ifanye kazi zake, sifanye kazi za Chadema kwa sababu serikali ya CCM imekuwa ikifanya maovu, wananchi wakiria kwamba wamefanya mtu maovu yenyewe, wanatumia polisi nasikia sisi tulikuwa tunajua wasomi wetu wanavumilia kwa sababu wanajua yaliopo, alifunza siasa za kuvumiliana Eh. Sasa wasomi wetu wakiwa wanavumilia, waziri mkuu akasimama akasema, eh hata kama una digri kumi wewe unatakiwa uende uendevyeta unasikia, hmm. Ukaanze kujifunza kutengeneza sufuria, wewe ni kama darasa la saba. Sasa kama wale waliofika hivyo yao madarasa, wakaamua kureact kwamba tunataka tusonge tujue ni nini huo ni uchokozi tu, uchokozi kwa kuchokoza watu walio tulia. Tena anasema ni waziri mkuu kwamba eh mtu mwenye madigri aende CID au aende VETA. Sasa wewe mwenye digri mbili uliosomeshwa na baba yako kwa milioni 30, ulijifikiriaje? kama ua sio kuchokozwa? Umesikia, unakaa wazee. Unaka kama sisi tunaambiwa tukari, tukue license upya na udereva wetu ni wakwenda kununua dawa dukani tu lakini tunatakiwa tukalipe mapesa mengi tupewe tena. La usenzi huu upi sasa? Mimi mzee kwa nini sichukie? Lazima nichukie. Baada umegusia kwamba mligombea nafasi moja na Mzee Mtei, lakini akakushinda Baada ya makani makani. zemtebobumakankan mahusiano yako wewe na Mzee Mtei yalikuwaje kutokea huko? Kabla ni rafiki mkubwa hapa nyumbani, kama nyumbani kwetu, ndio muasisi ndio alianza kubuni na njia hakuna mahali ajawahi kukanyaga Tanzania nzima yani Tanganyika na Zanzibar. Yeye ndio alikuwa anatupitia maofusini kuanzia 92 kutuhamasisha kwamba tusiache tu Chadema, tuendelee na Chadema, na ni msingi aliokuwa nao wa hekima tukavumilia. Tumevumilia kama vile mimi, kuanzia mwanzo mpaka mwisho nafanya kazi za Chadema, lakini sijawahi kupata mshahara kwa sababu Chadema ni chama cha injili cha kukomboa na na ibilisi CCM. Mimi naitwa Chifu Karumo.